Mazingira ni, kwa ujumla, ni uhai endelevu wa binadamu. Binadamu chochote anachokifanya au tunachokifanya kinaleta athari kwa mazingira. Inawezekana zisiwe leo, tunazoziona leo zikawa hata kesho, kesho kutwa, mwaka, miaka na hata kwa vizazi. Kwa hiyo athari nyingine ni taratibu, huenda zisionekane leo na ndio sababu inabidi tuwe macho na makini katika maswala ya mazingira. Niseme tu pia kwa utangulizi, kwamba binadamu kama binadamu, tumesema chochote anachokifanya kinamwathiri yeye mwenyewe. Anahitaji vitu vinne vikuu au rasilimali asilia za mazingira kuu nne, ambazo Mwenyezi Mungu ametupa sisi wenyewe. Aa, kwanza kabisa unahitaji kupumua nani ambaye anaweza akabana pumzi asipumue labda dakika kumi? Kama yupo aseme. Kwa hiyo binadamu huyu anahitaji hewa safi, hewa tunayohitaji ni oksijeni. sasa hewa hii tukishaichafua kutokana na, na, na, na, na mimoshi au gesi mbalimbali zinazotoka kwenye viwanda vyetu, zinazotoka kwenye magari, zinazotoka kwenye mashine mbalimbali, ina maana uhai, uhai wako unaanza kuathiriwa lakini pia baada ya kupumua binadamu huyu anahitaji anywe maji. Nani ambaye anaweza kusema kwamba nakaa mwaka mzima sijanywa maji? Nadhani hakuna huyo bingwa. Kwa hiyo maji ni rasilimali asilia ya Mwenyezi Mungu aliyotupa ya kimazingira, ambayo binadamu anahitaji sio tu kwa, kwa kunywa, lakini hata kwenye matumizi mengine ya kupikia ya majumbani ya mashambani kumwagilia, ya viwandani. Viwanda vyote vinahitaji maji vile vile, lakini kwa kiwango tofauti. Lakini vile vile hata ukiangalia injini ya gari inahitaji maji, na nyingine tunaita coolant, kwa sababu tu ni maji, tumeongeza, tumeweka kemikali au dawa za kulinda ile injini. Kwa hiyo e, ni rasilimali asilia ya mazingira ambayo Mwenyezi Mungu ametupa na lazima tuiangalie, vinginevyo tunajiathiri sisi wenyewe na tunaihitaji sio tu kwa wingi, lakini vile vile kwa viwango quality, ubora, kwamba haya maji tukiyachafua, tukia hata kama yako mengi tukiyachafua kwa kumwaga kemikali katika mifumo ikolojia yetu ya maji au vyanzo vyetu mbalimbali vya maji, ina maana tunajiumiza sisi wenyewe na tunaumiza viumbe wengine hai ambao hawawezi wa kuongea na wao wana haki ya kuishi na hao viumbe hai wengine pia, wale wakubwa wanaoonekana na wasioonekana, nao ni sehemu ya mazingira ambayo wanahitajika ili me, mifumo ekolojia iweze kubalansi. Lakini cha tatu, binadamu huyu anahitaji ale, apate chakula. Hiki chakula sio wingi tu, sio kwa wingi tu, lakini kwa ubora wake na ubora wa chakula sio tu pale kinavyoandaliwa jikoni au hotelini au wapi, kinaanzia tangu shambani. Kwa hiyo e, maeneo ya kilimo kwa ajili ya mazao yote ya chakula mazao ya, ya biashara na yenyewe yanahitaji eh, yanahitaji ardhi iwe nzuri iwe na afya nzuri. Kuna kwenye kilimo tunaita afya ya udongo. Afya ya udongo ikiathirika ina maana kwamba mazao hayatastawi kwa sababu tayari tumesha athiri yale mazingira, labda tumemwaga kemikali e, nyingi au tumeathiri ule udongo, tumesababisha mmonyoko na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mazao yatapungua, tija itapungua, lakini sio tu itapungua ita kwa wingi, lakini hata zile athari zake mazao mengine yanaweza yakabeba zile kemikali kama tumemwaga kemikali na kemikali hizo tukaja tukazila sisi wenyewe. Tumemwaga labda wanyama fulani ambao wanaliwa wanaweza vile vile waka, wakala zile kemikali, na ikitokea sasa sisi tumekula tume, tunajiathiri wenyewe. La nne, hapa tulipo tume, tupo kwenye jengo. Jengo limejengwa juu ya ardhi. Hii ni rasilimali asilia nyingine ya Mwenyezi Mungu ambayo umetupa, tungejenga wapi? lakini majenzi yaliyotumika vifaa vilivyotumika, e, miti, matofali, e, mbao na vyote, asilimia kubwa ni rasilimali asili, asilia za Mwenyezi Mungu. Hata ukisema kwamba simenti nimetoa kiwandani, ile simenti haijatoka popote zaidi ya walivyochimba miamba wakachakata, waka na kutengeneza ile simenti. Kwa hiyo bado tunarudi kwenye e, e, uhalisia huu, hata mawe, michanga na nini. Kwa hiyo vile vinavyoongea vyenye uhai na visivyo na uhai kwa pamoja vinajumuisha, vinamfanya binadamu sasa aweze kuishi. Ndio sababu tunaambiwa kwamba au nasipenda kusema kwamba mazingira kimsingi ni uhai endelevu kwa binadamu. Tunavyoharibu tunajiharibu, tunajihatarisha sisi wenyewe. Basi eh, kama tunavyofahamu Dunia imekuwa ikiadhimisha Siku ya Mazingira Duniani kila tarehe tano Juni na maadhimisho haya yameanzia e, mwaka 1973. Huo ndio mara ya kwanza dunia inaadhimisha Siku ya Mazingira Duniani. Lakini chimbuko lake ni nini au ilikuwa kuwaje mpaka sasa wakaanza wakati huo? Chimbuko la maadhimisho haya ilikuwa ni mkutano mkubwa wa kimataifa ambayo ambao ulifanyika E, mwaka 1972, e, katika jiji la Stockholm nchini Sweden. Katika mkutano huu ambao ulijumuisha mataifa zaidi ya 150 ulikuwa unaangalia maendeleo ya binadamu, human development, na katika mkutano huu ikaonekana kabisa kwamba njia ya maendeleo tuliyochukua, ambayo tumezingatia sana viwanda, ni njia ambayo inaweza isitufikishe mbali haswa kwa vizazi vinavyofuata, kwa sababu ilionekana wazi kwamba uzalishaji ulizingatia zaidi viwanda, lakini haukuangalia swala zima la mazingira. Kwa hiyo mataifa mwaka elfu moja mia tisa, eh, sabini na mbili ambayo ilifanyika Juni, baada ya kujadiliana na kuona yote haya, wakaona kwamba ni lazima sasa tuyape mazingira kipaumbele, iwe ni ajenda ya kipaumbele na basi mwaka huu wakati mkutano unamalizika, ambao ulimalizika tarehe tano Juni, hiyo moja ya maazimio pamoja na azimio la kwamba sasa kila taifa liweke, li, li, li, liweke ajenda ya mazingira kama kipaumbele, ukaazimia sasa ili kuwa, kuipa uzito au kulipa uzito swala la mazingira kuwe na siku ya mazingira ambayo itaadhimishwa kila mwaka, na ndipo ilipofikia sasa wakati mkutano unafungwa tarehe ile tano Juni ikapitishwa rasmi kama siku ya mazingira duniani. Na siku hii inaadhimishwa inaadhimishwa kwa takribani wiki wiki moja. Wengine wanaanza tarehe moja mpaka tano kwa sababu tano ndio kilele. Wengine wanaanza tarehe 30 wengine wengine wengine tarehe 31 kuendana na watu walivyojipanga, lakini ilielekezwa na kukubalika kwamba kimataifa tu tunaadhimisha kwa muda wa wiki eh, moja.